Masungeni wa leo ametembelewa na balozi wa Cuba hapa nchini Tanzania, ambayo amekuja kwa ajili ya kujadili kuhusu maendeleo ya ushirikiano kati ya chuo chetu cha SUA pamoja na Chuo Kikuu cha Artemisa cha tumamwaka Jana tumesaini kukubaliana naia na kuanza kushirikiana, na ushirikiano wetu unalenga niseme matatu. Moja ni kubadilishana wataalamu na pesa ta skuiitai kwenda Cuba na pesa ya Cuba kuja

hiyo, hicho ndio tulikuwa tunajadili leo. Tunaangalia kwamba tangu tuko sai kuangalia makubaliano, mpaka sasa tuko wapi na changamoto ni zipi, ni za namna gani yaendelee. Tumekubaliana mwaka kesho kuweza kutumia kasi, kuweza kutembelea Chuo Kikuu cha Artemisa kuweza kushiriki aoa namna ya kuendelea ni kwamba tunatarajia kwanza, katika tunaamini katika ushirikiano, kwa maana tunapokuwa na profesa wa w hizi nchi, tunaamini kwamba tutaboresha zaidi na kusukuma mbele zaidi, tunaendelea hasa katika sekta nchini Tanzania, lakini pia aa nchi nyingine. Mwalimu John Yalo ni mhadhiri msaidizi wako chuo cha Sokoine, na niko katika idara ya stadi za lugha, niko mazingo kikoche. Leo kilikwa ina muhimu sana hasa hasa kwenye sekta ya ufundishaji wa lugha za kigeni hapa SUA, na hawa walimu kutoka Cuba wamekuja cha soko ile kuboresha hicho kitengo cha ufundishaji wa lugha za kigeni, sasa ya ya Kispanish. Aapoi pia ni mwalimu mmoja wa mwalimu wa lugha hiyo. Yetu kama idara ni kwamba uh, eh, sio tu uh, kuboresha kwa lugha bali hata upana wa mawazo wa wanafunzi wetu ambao jifunza lugha zaidi ya kuongea, badala yake kujua utamaduni na kuboresha nchi yetu katika masuala ya kimataifa. Uh, ushauri na kwa sasa hivi naona kwamba kichuo tunaendelea vizuri na tumejipanga vizuri na kwa kweli.